Pesa ya NSSF anapeleka Bomas ingine anapeleka kujenga barabara. Pesa ya NSSF hapana ya kufanya infrastructure. Hiyo ni pesa ya kufanya investment, ndiyo hao watu uzeeni wao wapate mapato yao. Na huyu mzee anaitwa Francis Atoli amenyamaza. Wewe Francis Atoli umenyamaza ama mumekula pamoja na Kasongo? Amenyamaza ama mumekula pamoja na Kasongo? Wewe atuali unasemanga, unataya wafanyikazi, pesa ya NSSF Kasongo anachukua kwenda kujenga barabara, ndio apate commission ya 10% kwa barabara. Ingine Bomas of Kenya ni yeye, ako na a, investment partnership na muhindi, na wewe atuali umenyamaza. Mimi nataka kuuliza wafanyikazi, wewe kama uliweka pesa yako NSSF, usingoje, enda Jumatatu utoe pesa yako, si ndio? kwa sababu ukikubalia huyu Kasongo atachukua pesa yote. Sasa watu ya mazera, mnajua chama yangu inaitwa DCP, si ya kusikiza ground. Mimi nimekuja kusikiza ground. Watu ya mazeras, ground inasemaje? ground inasemaje? ati mazeras, mnasemaje? ati mazeras, mnasemaje? Kasongo aende asiende? Kasongo asiende, aende asiende? Wagabu wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Mimi naona watu ya Kilifi mumeamua. Tuko na kibarua, tusipofukuza huyu Kasongo atauza nchi hii. Hata hii mambo ya poti ya Mombasa amepanga na Waarabu fulani tayari, iko kwa meza wanazungumza juu yake. Huyu Kasongo hapa Taita Tabeta amechukua mashamba yote. Huyu Kasongo mkicheza, atakuja mpaka kwa boma yako kuingilia mambo yako Avuuse asivuuswe avuuse asivukuswe. Hata mimi nimekuja hapa, watu ya Mijikenda, Wagiriama, Waduruma, Wakamba, Wataita, Wataveta na sisi watu ya mlima kema Mlima Kenya, sisi sisi ni cousins. Huyu Kasongo anataka kuingilia mpaka mambo ya familia. Sasa sisi tukiongea kama familia, iko makosa tuongee, tusiongee, tukae pamoja, tusikae pamoja Tutafute serikali tu, pamoja. Tusitafute makazi, tumependana, mumenikaribisha huko, ni kuja na makazi ni wengine. Unajua hii watu wametutumia vibaya, huyu Raila Odinga ametumia huyu Kalonzo vibaya, na kura zenu za pwani ametumia vibaya. Alipoenda kwa serikali ya Ruto, alienda na nyinyi? alienda peke yake ya kwa...